Imebainika kuwa baba na mtoto wake waliotekeleza mauaji latina ufuko wa Bondi nchini Australia walifanya hivyo kutokana na kuhamasishwa na itikadi za kigaidi za kundi la IS. Hii ni kwa mujibu wa taarifa za mamlaka ya Australia. Hii ni Trigen Media. Taarifa zaidi zinasema kuwa Sajid na Navid Akram hivi karibuni walisafiri hadi kisiwa kimoja nchini Ufilipino kinachojulikana kwa uwasi wa itikadi hiyo, ambapo Navid akiwa na, na paspoti ya Australia na Sajid ambaye asili yake alikuwa India akiwa na paspoti ya India waliweza kuzitumia kusafiria. Mbali na picha iliyosambaa awali ikimwonyesha mtu anayepambana wa na washambuliaji, kamera zimemnasa mwanaume mwengine maeneo yale akipambana na mshambuliaji mara baada ya kutoka kwenye gari lake na inasemekana aliuawa wa na washambuliaji hao.